Kwenye video zangu baada ya machafuko ya tarehe ishirini na tisa na thelathini katika lile vuguvugu la serikali kupambana kurudisha hali ya utulivu, niliwaambia hakuna serikali kuu duniani yenye uwezo wa kuzuia ugaidi. Hiyo sentensi lilisema, katafute, katafute zile video zangu, na Donald Trump amekuja kuthibitisha nilichokisema: mauaji ya wanajeshi wawili katika viunga ambavyo ni karibu na ikulu ya Marekani,

kwa sababu ugaidi ni tukio ambalo linasukumwa na sababu za kisasi. Sasa unajua, kisasi kinaishi ndani ya mtu. Kwa hiyo mtu akiwa anaishi na kile kitu kwamba ni lazima nitakuja kulipiza tu kwa hichi nilichofanyiwa yani, jinsi ninavyoishi siku moja lazima nitalipiza hichi kitu, as long as I live I will revenge one day. Ndicho kitu ambacho kinachowaendesha watu wote wanaofanya matukio ya kigaidi, maana ugaidi unaandaliwa na sababu za kidini kwa sababu yule mtu anakuwa yuko programmed na dini, au kama ni tukio ambalo ni la mtu binafsi, kuna kitu kinamsukuma ndani kwamba huwezi kunifanyia hivi, ni lazima nitalipiza tu. Sasa, kwanza kabisa kinachoendelea Marekani wa Tanzania, kuna kitu kimoja inabidi mkitambue. Unajua, Waafrika tuko programmed kutokujikubali sisi, kwamba tunaweza pasipo na ngozi nyeupe. Yani tuko hivo, Waafrika, all of us Ukienda Msumbiji wanaamini hawawezi kufanikiwa jambo lao pasipo kumtumia mkoloni wao Mreno. Ukienda Kenya wanaamini hawawezi jambo lolote bila Mwingereza Marekani kuwasaidia. Ukija hapa kwetu the same. We are systematically programmed kwamba hatuwezi jambo lolote pasipo wazungu. Kwa nini nasema hivyo? Marekani mji wake mkuu uko chini ya wanajeshi muda mrefu sana. Ukirudi kwenye video zangu nimeshatengeneza hiyo video, nikawaambia hawa watu mji wao mkuu huko chini ya wanajeshi, watatufundisha sisi maisha? Hawezi kutufundisha maisha watu kama hao, ambao wameshindwa kutengeneza amani ndani ya nchi yao. Sisi tumepata matatizo, lakini hali ya nchi imesharudi kawaida. Ni hapa Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam ndio moyo wa nchi, kidogo security iko beefed up, yani security ya mkoa wa Dar es Salaam lazima iwe juu, kwa sababu huu ndio moyo wa nchi ya Tanzania kiuchumi. Hatuwezi ku, ku, kudharau kwamba tusiongeze ulinzi katika jiji la Dar es Salaam, kwa sababu classified report ambazo Chalamila alizitoa amekupa picha targeted areas zilikuwa ni zipi. Na kwa mpumbavu ambaye hataki kukubaliana na ripoti ya, ya Chalamila, angalia vitu ambavyo viliharibiwa, vili vilikuwa vitu gani? Kwa sababu kuna watu wengine ni wabishi, kama siju mtaki kwenda mbali sana, lakini ukikutana na mwandishi wa habari anakuambia tupe ushahidi, mwambie akasome Biblia. Watu walio facilitate wa mauaji ya Yesu ni mwandishi wa habari wakitaka ushahidi. Point yangu ni nini? Wamarekani bado hawajarudisha hali ya amani katika mji wao mkuu, hata kabla ya ile tukio la huyu jamaa kuua ma national guard wawili, wanajeshi wawili. Kwa hiyo bado hali ya usalama wa nchi ya Marekani kwenye majiji yake hayo kama Washington, Chicago bado haijarudi. Mtu atasema haijarudi, kwani ilikuwaje? Marekani iko kwenye constant social unrest, yani vurugu za kijamii kwa marekani zipo yani, zimeshakuwa ni maisha yao. Kiini cha vurugu ni kile kile asikubake mtu, akili ni mgawanyo wa riziki. Watu ni bora wapigwe risasi wafi kuliko wafe njaa ndani, hii ndio sababu ya vurugu katika majiji ya Marekani. Tukija kwenye huyu bwana wa Afghanistan, sababu ziko complicated. Huyu kwangu mimi naona kitu kama huu ni ugaidi kweli, kwa sababu ili tukio lina msukumo wa kisasi. Kwa nini? Unajua, Marekani kila inapokwenda kwenye vita na hizi nchi ambazo imeziharibu lazima itakuwa inatumia watu wa kule ndani ya ile nchi kwa kusaidia katika operesheni zao mbalimbali, kwa sababu unakuta wanajeshi hawajui lugha, kwa mfano Afghanistan hawajui sehemu zile local areas. Kuna vitu vingine, kuna, kuna zile taarifa labda adui yuko wapi. Lazima utumie local people, huku ukiwa umewaahidi maisha mazuri baada ya vita kukamilika. Marekani ana tabia hiyo sana, hasa vita ikiisha. Marekani ana tabia ya kuwadharau, kuto kutimiza alichowaahidi wale ambao amewatumia katika operation zao. Sasa hichi ndicho kinacho watafuna, hichi ndicho kinacho watafuna wa Marekani kwa kutengeneza maadui wengi. Kwa hiyo kuna Waafghanistan wengi sana ambao wako kwenye mchakato wa kupata uraia wa Marekani kwa sababu waliahidiwa malaki kwa malaki, lakini sasa Marekani ameshawachinjia baharini muda mrefu tu sasa. Kwa tukio hili ndio kabisa Trump amesema prosesi za kuwaruhusu Afghanistan kupata uraia zisimamishwe. Sasa tengeneza picha maybe, nasema tena, maybe, labda huyu bwana ahadi yake ilicheleweshwa sana, akaona jamaa ananichukuliaje, yaani ana jamaa ananichukuliaje hasa ngoja niwaonyeshe mi nani tunatengeneza picha maybe, kwa sababu matukio ya kigaidi kwa taifa la Marekani yana misingi ya ulipizaji wa kisasi kwa watu waliotendewa vibaya na Marekani, na wako wengi sana. Kingine, kwa nini ni rahisi kutekeleza ugaidi kwa nchi ya Marekani? Narudia pale pale, pale. Mfumo wa kijamii social structure yao mfumo wa kijamii wa marekani kila mmoja anapambana na hali yake ni kitu hatari sana mwanadamu naturally hawezi kuishi hayo maisha kila mwanadamu ana kundi lake ambalo ana socialize nalo kwa ajili ya maisha. Hakuna binadamu anaweza kuishi mwenyewe naturally hayupo hiyo binadamu sasa ile residential social structure ya Marekani yani ule mfumo wa kimakazi kila mmoja anaishi kivyake vyake kitu ambacho hata hapa kwetu wanataka kuki-engineer na ndicho kinachopambaniwa sana. Inamaanisha nini? Leo hii ukitua Marekani ukishamaliza na, na immigration, ukifika wewe maisha yako, hakuna mtu anayekujali. Yani wewe unatua, utajua mwenyewe, umeshatoa hela, umepanga. Yani kila mmoja na msini zake, hakuna mtu akutaka kujua huyu mtu anafanya kazi wapi, anafanya kazi wapi, alikuja kujaji, yani hivyo vitu havipo sana. Hiyo inaitwa individualistic lifestyle, kitu ambacho hata hapa kwetu ndicho ninacho kikemea. Nale yani maisha kiudalali, umefika umetafuta dalali, umepangishwa nyumba, umeonyeshaszo vituvyo najuagahzun zunaeza vitu. ukiwa na mtu mbae wa Marekani ndo unaletwa kwetu, wamba anataka kwenda kupanga Mbezi na, na ananipangisha imeisha hiyo. Mfano mzuri nawaambiaga nawambiaga na, na, na, na hapa ninapokaa, local government, mpaka leo sijui mwezi wangapi, maisha yanaenda tu very dangerous. We need to kill this. Lazima turudi kwenye mfumo wa maisha ambayo wazungu walitukuta. Aliens akiingia katika jamii yenu, lazima mumjue nani anahusika ana kumjua aliens aliyeingia katika jamii zetu. Local government sio mtu, sio hata watu ambao tunaishi nao tunaishinao sehemu, kwa sababu maisha yetu ni ngumu kujuana sana kusalimiana, wewe umetoka wapi? It's kind of like two person, kwa unanijua wewe nani, si ndio? Lakini local government ana authority ya kukuambia hey, ndugu nakutaka ofisini. Wewe ni nani? Ah, mimi fulani fulani. Umetoka wapi? Same fulani fulani. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi fulani. Okay. Kuna form pale ya utambulisho unajaza. Na kama local government atakuhisi namna na gani vipi? Kitu chochote amekuhisi ana mandate ya kukuita ofisini na ku question more hata zile personal info brother, vipi wewe, ndugu yangu, vipi? Umri unaenda, mbona unataka kuoa? Ana hiyo mandate. Lazima turudi huko bana. Mimi maisha magumu bana, au nilishaoa mke akanifanya hivi. Yani ni lazima rais wa mtaa wako akuchimbe zaidi. Umri huo vipi? Kwa nini unataka kuoa? Uka break down, kwa sababu sometimes hizi personal info ndizo zinazopelekea watu wanajinyonga. Watu hawana wa sehemu ya kunenea mambo yao kwa wenzetu huko. Sasa eti ukiwa na tatizo lako, uende sijui kwa mwana saikolojia. Wana saikolojia wenyewe wanajipiga risasi huko kwa Marekani. Mwana saikolojia akakutwa ofisini kwake amejipiga risasi. You see? So we gonna go to the constitution. Tuta, lazima tutakwenda. Mimi nataka wa marais wetu amtatu wape nguvu ya kutusimamia sisi mpaka our personal life. Bana mimi maisha magumu, sitaki kuoa kipato chako shilingi ngapi kwa mwezi? Unasema maisha magumu. Mimi napata laki tatu na, na nusu kwa mwa, kwa mwezi ah. Hiyo hela nyingi sana bana, wewe unaweza ukaoa bana, shida yako unaweza ukamoe Masepetu, usijui ukamoe Gigimane. Ukimuoa Mwanaisha pale, Mwanaisha anajua kulima, Mwanaisha anajua kufuga kuku, Mwanaisha tutakupa Mwanaisha bana. Hebu acha maisha hayo bana, wewe hebu oa bana, usijui ukatufia ndani bana wewe. You see we need to go back to, to such lifestyle awa marais wetu lazima tuwatengenezie mazingira kama vile Samia anavyoamka asubuhi anakwenda Ikulu kupata taarifa nchi inaendaje. Lazima na wa local president tutengeneze mazingira wawe kama Samia. Kivipi? Ndio narudi pale kwenye mchangano wetu, hatujaimiliki ardhi yetu. Mmiliki wa ardhi ya local area ni rais wa local place. That's what I'm going to cry for kama ardhi yetu alitunyang'anya wazungu ambayo ilikuwa kwenye mfumo wa kijumuia, sasa hivi lazima ardhi yetu irudi kwenye jumuia katika mfumo ambao ni wa kimitaa. Rais wa mtaa ana mandeti ya kulipwa pale kusimamia maisha ya pale. Hivyo ndivyo njia za kuzuia ugaidi, njia za kuzuia hizi matatizo ya afya ya akili, au yule kweka anaongeaga hata ajui anachokiongea, tuletea magonjwa ya Ulaya huko. Yani, tunakaa darasani tunabakwa akili zetu kiulaya Ulaya alafu ule ujinga wa darasani tunataka tulete katika maisha halisi. I know Kweka na mwelewa sana anachohubiri yule daktari wa chuo kikuu. Ule ni uzungu ambao tunajazwa huko mashuleni. We need to go back to our babu's way of life. Wakati wa vuguvugu la machafuko kuna Mtanzania mmoja hivi alitoa wazo la kijinga sana. Huyu jamaa anajiita Bongo Youngster. Eti baada ya kutokea yale machafuko ya mauaji polisi kama ilivyotokea kwamba kuna sehemu polisi waliingia ndani kwa watu, wakaua watu. Ushauri wa bongo yangsta kwamba watu wanunue bunduki waanze kumiliki bunduki. Huyu jamaa anaishi Marekani, kwa hiyo ana zile akili za Kimarekani, wameshambadilisha akili za kijamaa alizotoka nazo huko Bongo. Kwa hiyo anaongea ule Umarekani kwamba kila mtu anunue bunduki. Hajui pale Marekani kila bunduki zimekuwa ni bidhaa ya bei rahisi baada ya mazingira fulani hivi kutengenezwa. Yani leo hii kama mimi nikipewa kibali cha kuuza bunduki Tanzania, lazima nitengeneze mekanizimu ya kuipromote biashara yangu. Naipromote vipi? Natengeneza magomvi katika jamii ili biashara yangu inunuliki. Wewe bongo yakasta, unaongea kitu gani? Wewe, wewe Marekani hujui, wamesha kubadilisha sasa uelewi. No one, no one feels safe anymore. Kama if you want to be honest with you, nunua bunduki tena sio moja, nunua mbili, nunua pistol, nunua na machine gun. Sijui ni bunduki za na namna gani zinauzwa bongo but sijui unaenda south Africa, sijui naenda Nairobi kuzinunua. Tafuta silaha za kujiprotect, tena kama especially, kama ni mzazi bro, just think about this, wee ni baba una <laughs> una una mtoto ama una watoto, una familia then something happens, kwa sababu t... kitu kinatokea serikali sijui nini, kitu kinatokea, then there is people outside your house shooting kwa sababu nchi yako hairuhusu wewe kuwa, sio hata iruhusu, it doesn't make it easy wewe kujiprotect, kwa sababu akilini kwako unafikiri polisi watakuprotect ama jeshi litakuprotect ama sijui nani atakulinda, then unaona videos kama hizi videos tunazoona mtandaoni sasa hivi, vitu vilivyotokea wikendi iliyopita, kuna watu wako nje wanashoot watu. Do you believe that? Can you, can you imagine una familia unaiprotect, then we hauna silaha yoyote na, this is a wake up call. Kwa sababu unaelewa sawai kwa nyinyi Marekani wana silaha. Unaelewa eh? Kwa sababu siwezi kukaa hapa mzazi na mtoto na mke na baba na mama then hauna silaha zako wewe mwenyewe. Sisemi uwe nazo illegally, fuata sheria, nunua silaha zako, nenda ka register but be ready for the day. Kwa sababu I don't think this is going to be the first time. This is going to happen again. Then utawish ungekuwa na silaha zako wewe mwenyewe za kujilinda. Oyeti, kila moja anunue bunduki sio tutibu tatizo. Ah ah. Kila moja anunue bunduki ndo dawa ya kutibu tatizo. Angalia kinachoendelea Marekani. Bunduki kama pipi, na watu mnauana kama kumbikumbi au kama mbu. Every 24 hours lazima mtu adondoke kwa bunduki au ajeruhiwe kwa bunduki. Nchi gani hiyo brother wa Bongo Youngster? Kwa hiyo bana, Bongo Youngster alikuwa amejipanga kukujibu, lakini sasa kwa sababu imekuja kudondokea na issue ya mauaji ya huko ikulu kwenu nione ni kujibu nimeona ni kujibu hapa hapa wewe umeongea out of American program ambazo tayari zimeshajaa kwenye akili yako kwamba ndio unatuletea sisi sisi tunataka taifa letu liwe salama kuliko hata Vatican na inawezekana we know the the the, the, the we, we, know the program we gonna inject in our society tunarudi kwenye ujamaa wetu unatuletea umu yetu kila mmoja anunue bunduki so kila mtu akishakuwa na bunduki mkitukanana kidogo tu kila mmoja anatoa ya kwake mna wewe endelea na Umarekani wako bana brother Bongo Youngster. Okay, kama bunduki ni dawa angalia kilichotokea ikulu ya Marekani. Bongo Youngster nikuulize, hilo tukio la, la bunduki zimepigwa ikulu ya Marekani. Lingekuwa ni ikulu ya Dar es Salaam, ungesemaje brother wewe? Kwamba now ungeongea Wamarekani wote lakini tukielewa tokea kwenu na kila Mswahili amiliki bunduki ndio dawa ya matatizo. Kama mwanadamu anapata riziki kirahisi, hayo hayawezi kutokea. Bongo Youngster, huko mnakokaa tunajua riziki ni ya shida sana, na sehemu yoyote riziki ni ya shida, uhalifu uko juu na hizo program zenu za dini dini dini na uhalifu vinakuwa kama, kama, kama, kama, kama, kama mashairi vile, wanapokezana. Watanzania, dawa ya matatizo katika jamii, mwanadamu lazima arudi katika mfumo wa kijamaa ambao wazungu walitunyang'anya, tujuane kiundani, na mwenye mandate ya kutujua zaidi ni rais wetu wa mtaa. Rais anaweza akamsimamisha kijana yote, akataka kujua undani wake kujua zile yani, zile ina kuna, kuna yani undani wake why, wow, you like Debra you know what I'm saying? lazima hiyo, tunataka tutengeneze hiyo huo mfumo wa maisha, tutakwenda kwenye katiba mpya, tutatengeneza mekanizimu, mama president wetu wawe na hiyo power, la sivyo, no one can control terrorism unless you have a good social structure. Unajua Marekani nchi aina gani? Marekani sasa sawa na gorofa zuri sana kwa nchi, lakini ndani kwenye msingi wake uliochimbiwa chini ndio Amerika, msingi wa Marekani ambao ni familia umeoza. Ndio maana Marekani ni sehemu ngumu kuwekeza, kwa sababu hakuna wafanyakazi, kazi yao ni kutegemea aliens kutoka nje ya nchi kwenda kufanya kazi kwao. So, bong gangster, nimalizie na wewe kwamba unavyotupa ushauri, sisi ukumbuke, unatupa ushauri wa Kimarekani, Marekani ambayo imeshaoza inasubiri kudondoka tu. Watanzania, tujiandae kwenye katiba mpya, muda wote tutaidai, tutaipata. Cha msingi kabisa, tumiliki kwanza ardhi, kwa sababu ukishaipata ardhi ndio tutajenga yote ambayo tunayotaka kuyajenga. Walioshindwa kupata maendeleo ya kweli hawakupata ardhi, kama akina Kenya akina South Africa hawakupewa ardhi. Tukishapata ardhi ndio tutajenga msingi wa taifa letu. Tusipoipata ardhi yote tutakayoyafanya kwenye katiba mpya ni bure. Kwa kwenye katiba mpya number one, lazima turudishiwe ardhi kwanza. Alafu ndio mengine yatafuata. Tuelimike tusiwe wasomi.